Bila shaka ubuheri wa afya njema mtazamaji, na karibu tena kwenye kipindi chetu cha mashujaa wetu, kipindi kinachochimba maisha ya watu waliothubutu kusimama imara hata pale giza la dhuluma lilipotaka kuangamiza kila kitu. Ni kipindi cha kuwatambulisha wale waliolipa gharama kubwa, ili kizazi cha leo kiweze kutembea kifua mbele. Mwandaaji na msimulizi wa makala haya si mwingine mimi, jina langu naitwa Habat Peter. Karibu tuwe sote. Leo tunamzungumzia shujaa ambaye jina lake limeandikwa kwa damu katika historia ya Afrika ya Kusini, shujaa ambaye aliamini kuwa ukombozi wa kweli unaanzia kwenye akili na nafsi ya mtu mweusi. Alikuwa kijana, lakini sauti yake ilitetemesha milango ya watawala dhalimu wa ubaguzi wa rangi, yani apartheid. Huyu ndiye Steven Bantu Biko. Alizaliwa tarehe 18 ya mwezi Desemba mwaka 1946 katika kijiji cha Ginsberg, King Williamstown. Baba yake aliitwa Mzingaye Biko, Mfanyakazi wa idara ya serikali ndogo ndogo, mtu aliyependa elimu na heshima. Mama yake alikuwa Alice Nokuzola Biko, mwanamke jasiri aliyefanya kazi za ndani na upishi ili familia iendelee kuishi. Lakini bahati mbaya, Biko alipoteza baba yake akiwa bado mdogo, hivyo mzigo wote wa kulea familia uliangukia kwa mama yake Alice. mateso na machozi ya mama huyo yakamlea kijana huyu yakimfundisha thamani ya utu na nguvu ya kusimama imara mbele ya dhuluma. Shuleni, Biko alikuwa na akili ya ng'avu, lakini pia macho yake yaliona wazi mgawanyiko wa rangi. Alihoji kwa nini watoto weupe walipata vitabu vipya na madarasa mazuri, ili hali weusi walifundishwa kwa vitabu vilivyotupwa na kuishi kwenye hali ya kudharauliwa. Alipofika chuo kikuu cha Natal kusomea udaktari akili yake ilichanua zaidi. Ndipo akaelewa kuwa tatizo la Mwafrika halikuwa umasikini pekee, bali kuondolewa thamani ya nafsi yake. Hapo ndipo falisafa yake ya maisha ikazaliwa na kujulikana zaidi kama black consciousness, yani uelewa wa Mwafrika mweusi mwaka 1968 Biko alianzisha South African Students Organization yaani SASO shirika la wanafunzi weusi wa lililokuwa chombo cha harakati za uelewa. Kupitia SASO, Biko aliwafundisha vijana kuwa silaha yenye nguvu zaidi ya mkandamizaji ni akili aliyekandamizwa. Alisisitiza kuwa ukombozi wa kweli ni pale Mwafrika anapojiona mwenye thamani, anapojivunia utamaduni wake na kuamini kuwa yeye si duni kwa sababu ya rangi yake. Lakini serikali ya apartheid ikamwona kama adui mkubwa. Mwaka 1973 walimwekea marufuku ya kuzungumza hadharani, kusafiri au hata kukutana na watu. Walitaka kumfanya kivuli kisichokuwa na sauti. Changes which are to come can only come as a result of a program worked out by black people. And for black people to be able to work out a program, they need to defeat lakini Biko hakukubali. Aliendelea kuhubiri kimya kimya, kukutana kwa siri na kufundisha vijana kote nchini. Sauti yake ilienea kama moto jangwani. Maadui wakubwa wa Biko walikuwa ni serikali dhalimu ya apartheid, polisi wa usalama na viongozi wa kizungu waliotaka kudumisha mfumo wa kibaguzi. Kwao Biko hakuwa tu kijana wa kawaida, alikuwa tishio, mtu aliyekuwa akiwasha moto wa mapinduzi kupitia akili na falsafa. Walimkamata mara kwa mara, wakamtesa, lakini kila walipomfungulia, alirudi tena kwa nguvu mpya. Mnamo mwezi Agosti mwaka 1977, Stephen Biko alikamatwa tena. Safari hii Mateso yalikuwa makali mno, alipigwa akaumizwa vibaya, hali iliyopelekea apelekwe hospitali. Japokuwa hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi. Ilipofika tarehe 12 ya mwezi Septemba mwaka 1977, Steven Bantu Biko alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 30 pekee. Kifo chake kilitikisa Afrika ya Kusini na dunia nzima. Picha ya mwili wake ulioteswa ikazunguka ulimwengu, ikawa ushahidi wa ukatili wa apartheid. Ingawa Biko aliuawa, sauti yake haikufa. Kifo chake kilizua moto mkubwa zaidi wa mapambano. Vijana wa Soweto walipoandamana, walibeba roho yake. Nelson Mandela pamoja na wengine waliokuwa gerezani waliona damu yake kama mbegu ya ukombozi. Na kweli, baada ya miaka michache apartheid ikaanza kutikisika na hatimaye ikaanguka. Mtazamaji, Steven Bantu Biko alituacha akiwa kijana, lakini urithi wake unazidi kuishi vizazi baada ya vizazi. Alituonesha kuwa ukombozi wa kweli hauanzii barabarani, bali ndani ya akili na moyo wa mtu, na kwa sababu hiyo jina lake limeandikwa milele katika orodha ya mashujaa wetu. Mtazamaji. Hadi kufikia hapa tunafikia tamati ya simulizi ya makala haya ambapo kwa siku ya leo tumemwangazia mwanaharakati mkubwa ambaye alichukia zaidi utawala wa kibaguzi wa rangi ambao ulinyima fursa mbalimbali kwa watu weusi wa Afrika ya Kusini na kuwafanya wajioni si sehemu ya Afrika. na buluga sihamasa yesu Ufedi, sedi, tradi,